Matumaini yangu shilingi mia moja yako hii leo inakupa mkwanja, alafu unakaa kwa kutulia, unajipongeza na SportPesa. Haya, sasa kwa shilingi mia tu, chukua simu yako, simu yoyote, piga nyota moja tano sifuri nyota nane saba alama ya reli, alafu sogea namba nane. Unakutana na kitu kinakwambia shinda fasta. Ukishasogea shinda fasta, hapo utakutana namba moja, namba moja Inakwambia rusha pata, alafu namba mbili inakwambia tatu pesa. Haya, nenda namba mbili kwenye tatu pesa. Ukishasogea kwenye tatu pesa, unaenda sasa kuchagua sanduku lako la bahati: ni bluu, ni kijani au ni nyekundu? Alafu unaweka shilingi mia. Kwa shilingi mia yako, tatu pesa inakupa mkwanja na SportPesa. Nakushangaa ndugu yangu, okota basi maokoto, okota, okota.